Tume ya maadili na kupambana na ufisadi hapa nchini imerejesha ardhi ya ekari 7.11 ya thamani ya shilingi bilioni 2.8 ambayo ilikuwa imenyakuliwa katika msitu wa Karura na taasisi ya mafunzo ya kiufundi. Mtazamaji, katika uamuzi wake mnamo Oktoba 23 mwaka huu, mahakama ya kushughulikia kesi za mazingira na ardhi ilifutilia mbali hati miliki ya ardhi hiyo ya kampuni ya Gigiri Court ambayo ilinunua ardhi hiyo kutoka kwa aliyekuwa waziri wa mazingira Marehemu John Joseph Kamotho anayesemekana kupata vipande hivyo viwili vya ardhi kwa njia haramu. Tume ya maadili na kupambana na ufisadi imeahidi kuendelea na juhudi za kurejesha mali ya umma huku ikiwaonya wananchi waepuke taratibu zisizofaa za umiliki wa ardhi. Baada ya mgogoro uliochukua miaka kumi na nane mahakamani, tume ya maadili na kupambana na ufisadi EACC imeshinda kesi na kufanikiwa kurejesha kipande cha ardhi cha ekta ya 7.11 chenye thamani ya shilingi bilioni 2.8 KTTC. And then, uh, later on they Kulingana na EACC, vipande viwili vya vi ardhi ambavyo baadaye viliunganishwa na kuwa kipande kimoja vilitolewa kwa njia isiyofaa kwa waziri wa zamani wa mazingira John Joseph Kamotho, na kuilazimu tume ambayo awali ilifahamika kama tume ya kukabiliana na ufisadi kuwasilisha kesi mahakamani mwaka elfu mbili na sita. When the minister was allocated that parcel of land, he sold it to a private individual, uh, a company called Gigiri Court Limited

Mahakama ilizingatia kwamba ardhi hiyo ilikuwa ya serikali na kwamba kutolewa kwake kwa waziri huyo kulikuwa kinyume cha sheria ya misitu na sheria ya ardhi ya serikali. Kwa ushindi huo, EACC sasa imesema itaongeza juhudi za kurejesha mali ya umma iliyonyakuliwa.

Katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita tume hiyo iliwasilisha kesi zaidi ya themanini ikilenga kurejesha mali ya thamani ya takriban shilingi bilioni 4.8. Baadhi ya kesi zilizokamilika ni pamoja na kurejeshwa kwa ardhi iliyotengewa barabara yenye thamani ya shilingi milioni thelathini iliyokuwa imenyakuliwa huko Nyali, Mombasa kurejeshwa kwa kipande cha ardhi cha thamani ya shilingi milioni thelathini na tano kilichomilikiwa na idara ya nyumba na ustawi wa miji karibu na ikulu ndogo ya Bungoma, mnada wa hadhara wa mali sita iliyorejeshwa kutoka kwa gavana wa zamani wa Migori, Okoth Obado, na aliyekuwa msimamizi wa fedha katika baraza la jiji la Nairobi, Stephen Osoro, yenye thamani ya shilingi milioni sabini na tano nukta nne na kurejeshwa kwa ardhi ya umma ya thamani ya shilingi milioni 50 iliyoko kwenye mtaa wa Kenya Railways Lighthouse Kizingo, inayomilikiwa na shirika la reli humu nchini Yusufar Darubeni.